Tunapocheza kwa umakini tulipoanza kuruzi concentration, tukawa nafanya makosa ya kurudia yametuhukumu, lakini that is football. Kocha ndani ya dakika tano, ile magoli mawili mkaruhusu. Uh, uh, huenda goli la kwanza ndio liwatoa mchezoni kabisa hadi kuruhusu goli la pili ndani ya dakika tano tu. Uzuri wa goli alichukui dakika dakika thelathini kuingia even second cha ingia. Nimeshasema katika ndani yangu ya mwanzo, ukifanya makosa ya kurudia, mkicheza na wachezaji wenye ubora watakuadhibu. Tumefanya makosa ya kurudia ndani ya dakika tano tukafunga goli mbili kwa hiyo huo ndio mpira sasa. Mimi kama mwalimu wao nayachukua kwenda kuwafanyia kazi katika katika viwanja vya mazoezi kuhakikisha kwamba mechi hizo baki tunafanya vizuri, na mwisho wote tuone tumeishia wapi. Eneo gani labda pengine ambapo mlizidiwa sana na Yanga, bwana? Kufanya kazi eneo kubwa, hasa wewe umekuja pia sasa hivi Ulikuwa mpirani? Eneo kubwa ambalo limekufuza sana. Yaani uwezo wa Yanga ulikuwa mpirani? Ndio nimeutazama vizuri. Umeona? Yes, wewe ndio kocha. Sasa nataka mimi nikwambie ue. Wewe. Wewe ndio kocha. Wewe unacheza na bangapi timu yangu? Ah, wewe unatambia, sasa unataka kujibu. Hayo ni ya kwangu mimi na no, wachezaji wangu. <laughs> Kwenye viwanja vyangu vya mazoezi. Sasa nikwambie mchezaji wangu fitness yake hii hii na hili wewe iweje? Nimeshasema, nimeshazungumza. Na mimi nielewe vizuri. Nimeshazungumza ni hivi. Unapofanya makosa ya kurudia na timu yenye wachezaji bora, lazima watakuadhibu na ndicho nichokisema. Sasa unataka nikuambie vipi? Nikuchambulie vipi? vinonekanawele wako mdogo hivi makosa ni ya wachezaji hmm. ma ni eh, ni, ma wa ya wangu aliyoyafanya. Kwa hiyo mpira we, mgeni kwenye mpira ni Makosa ina gani likona dis kwenye mpira. Nikutangazia tena kaka mwingine mwenye swali coach, yeah. eh, mko mmesalia na, na, na michezo miwili kwenye ligi hivi sasa no. nafasi ambayo mko eh, mnaenda kupambana kiasi gani kuhakikisha kwamba hizo eh, michezo miwili iliyosalia yeah. mnaimaliza vyema ili kuendelea kujiweka katika nafasi nzuri kwenye ligi? Haya, ndio malengo yetu mm. Ndio maana nimesema hichi kilichotokea pamoja na kupoteza kuna eh, vitu ambavyo vimeonekana mle ndani vya kwenda kuifanyia kazi kuhakikisha kwamba mechi mbili zilizobaki tunaenda kufanya vizuri, na mwisho wote tumalize ligi tukiwa tumefanya vizuri. Malengo ya Namungo msimu huu yamefanikiwa kiasi gani au yamefeli kiasi gani? Ligi itakapomalizika, ndio swali hilo, ukiniuliza, nitakupa majibu. <laughs> <Ligi jesha>, <laughs> nitakuwa wala sikutendei haki wala sijitendei haki. Ligi ikisha tu basi nitafuta. Nitakupa swali hilo jibu lako. Mwingine? Asante. Mbarikiwe sana. Salamu.